Naitwa Raymond Gweba ni mkufunzi wa Grassroots kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Imekuwa Kigamboni kwa ajili ya kuwezesha kozi ya awali ya mpira wa miguu ambayo ni Grassroots Football Coaching Course. Kuanzia siku ya tarehe 31 mwezi wa tatu Jumatatu hadi leo siku ya Ijumaa tarehe nne mwezi wa nne. Mengi ambayo yamejiri katika mafunzo haya ni kwamba walimu wao ambao wanashiriki kozi walikuwa 34 wanawake wawili na wanaume 32 katika kipindi cha siku hizo tano kujumlisha na siku ya leo walimu wao wamekuwa wanapata mafunzo nadharia darasani yani theory na mazoezi kwa vitendo uwanjani katika muda wa siku hizo nne siku leo hii ya, ya mwisho ya tano walimu hawa wanaweza kuhitimisha kwa kufanya tamasha kubwa likiwa linahusisha watoto mia moja na moja kutoka shule ya Guardian Angels iliyopo huku huku Kigamboni. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni kwamba walimu hawa baada ya kupata mafunzo hayo wanaweza sasa hivi kulisimamia hili tamasha wakiwa wao wenyewe wakiongozwa na organizer ambaye ni miongoni mwa hao hao washiriki. Niseme tu kwamba huu muda umefika. Walimu au wote ambao wanawiwa kuwa walimu wa mpira wa miguu basi ni wakati sasa wa kufanya hii kazi. Wakiwa wamepata mafunzo, sio kufanya kazi kwa uzoefu. Umefika kipindi sasa kufanya utaratibu wa kuweza kuyapata mafunzo hayo. Rai yangu kwa walimu ambao wanakwenda kumaliza mafunzo haya, wayatendee haki haya mafunzo, watumike kama kioo cha makocha na kuendeleza mpira wa miguu. Wakumbuke kabisa kwamba hii ni kozi ya awali, ina mwendelezo wake, lakini kozi hii ya awali isiwe mwisho kwa wao kujiendeleza. Kwanza ukisha, ukisha soma kozi hiyo tayari umeshaingia katika mfumo wa ualimu wa mpira wa miguu. Maana yake ni kwamba wewe sasa unaweza ukapata ruhusa ya kusoma ngazi inayofuata ambayo ni CAF diploma. Kwa maana hiyo umeshaingia katika mfumo sasa wa kufanya kazi ya ualimu wa mpira wa miguu, maana yake ndani yake utakuwa na maadili ya ufundishaji, maana yake ndani yake utakuja kuiheshimu taaluma nzima ya mpira wa miguu. Kwa hiyo niseme tu kwamba hayo yote atakayokuwa yanafanyika ndani ya mpira wa miguu kupitia grassroots football yanakuwa ni njia safi ambayo inakuwa imesha mtengeneza mwalimu huyu sasa kuweza kusimama ndani ya jamii na kuifanya kazi yake. Mwalimu wa mpira wa miguu wa watoto sio mwalimu wa watoto tu bali anaweza akatumika kuelimisha pia jamii kutokana na mfumo mzima wa, wa mafunzo alivyokusha kuyapata. Kwa wadau ambao wamekuwa mara nyingi wanazungumza pasipo kujua mifumo ya ufundishaji, mifumo ya kumhudumia mchezaji, mifumo ya kutengeneza mchezaji, mimi ni washauri tu kwamba wajiunge, wasome haya mafunzo kesho na kesho kutwa. Vingi ambavyo wanavizungumza ambavyo sivyo, au kupeleka lawama kwa mwalimu, wanakuwa wanawakosea, wanaikosea taaluma ya mpira wa miguu. Ni vyema wazungumze kitu ambacho wanakijua. Ukikaa darasani, kuna vingi sana utavijua hata unapokuja kufanya uchambuzi katika mpira wa miguu utachambua kitu ambacho unakitambua kuliko kulaumu. Kazi ya mpira wa miguu ni ngumu. Sasa kitu ambacho ni kigumu kinahitaji kujitoa, kinahitaji kujituma, kinahitaji kutendea haki taaluma. Hamis Junior anafahamika, eh, kama mpemba mwenye majina ya ki Brazil. Ni mwandishi wa habari eh, za michezo hapa nyumbani Tanzania, lakini pia ni mwanafunzi ambaye kwa leo nimehitimu mafunzo haya ya kozi ya Grassroots, mafunzo ambayo yanaendeshwa na, eh, na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Lakini eh, kwanza kabisa nimeyapokea mafunzo haya eh, kwa umakini, lakini furaha kubwa kwa sababu moja kati ya ndoto yangu eh, ni kuhakikisha eh, nasoma mpira kwa sababu mimi eh, nimebezi sana kwenye michezo hasa kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo ni lazima niweze kujua mpira wa miguu na unaufahamu. Unafahamu vipi mchezo wa mpira wa miguu? Ni lazima uweze kusoma. So ni niseme tu kwamba nimepokea vizuri, lakini hata mwitikio nao pia wamekuwa kubwa. Lakini chengine uh, kozi hii inakwenda kutusaidia hasa sisi ambao tunafanya kazi ya uandishi. Mwandishi wa habari ni mtu ambaye anainform jamii, unaelewa. Hasa inatusaidia sisi waandishi ambao tunauishi mpira, kile inapoitwa leo ni lazima tuweze kuchambua, tuweze kuzungumza. Sasa huwezi kuchambua mpira kiasi ambacho kuna cha kuweza kukizungumzia. So kwangu mimi nafikiri inatusaidia, na nitoe wito pia kwa waandishi wenzangu wa habari hapa nyumbani Tanzania, tuweze kutafuta elimu. E, na kuna baadhi ya maneno ya, ya, ya, ya dini yanasema tafuta elimu hata kama ni China. E, so, sasa hapa nyumbani kuna kozi zinatoka mbalimbali: grassroots, kaf diploma D, kaf diploma C, e, kuna kaf diploma B na A, zote tunatakiwa tuweze kuzisoma kuzi, kuzi ili tuweze kuwa na e, elimu kubwa kuhusiana na maarifa ya mpira wa miguu lakini all in all in mimi pia nina lengo, nina maoni, nina Amin maono, pamoja na na, na future ya kuja kuwa kocha eh, siku za mbeleni. Nilikuwa mchezaji hapo awali, lakini maisha ya uchezaji kidogo yakanishinda, na support ndogo. Lakini kwa sasa nimefocus katika kazi yangu ya uandishi, lakini na imani ipo siku, inshallah nami nitakuja kuwa kocha mkubwa sana, si Tanzania, hata nje mipaka ya Tanzania. Jina naitwa Madi Juma Kadedi. Ee, kitu kikubwa kilichonivutia haswa kuja kwenye kusoma, kwanza, mpira mimi ndo kitu changu ambacho nakipenda, umeona bwana. Na chingine kitu kilichonivutia zaidi, au hivi bwana, mimi nishacheza vilabu vingi tu vya kwenye ligi kuu vya hapa Tanzania, vilevile nilikuwa vile navutia sana na swala la kusoma. Unajua, kwenye kucheza na kwenye kusoma ni vitu viwili tofauti. Nataka nifanue wigo wa maswala ya soka zaidi eh, kwenye akili yangu ili nipate kufahamu zaidi maswala ya soka na kwenye kujifunza pia eh, kujifunza kwenye swala kama hili la, la, la, la ualimu eh, ni swala zuri kutokana na, na mazingira ambayo baadaye inaweza ikaja nikawasaidia tena watu wengine wakafikia le ambao nami nimecheza au zaidi yangu. Mimi wito wangu sio tu kwamba ukiacha mpira hadi uache mpira, hapana. Unaweza ukawa unacheza mpira na ukapata nafasi ya, ku, ya kusoma kujiendeleza kwenye swala la mpira. Mtu kama unapenda mpira eh, ukipata nafasi ya kusoma unasoma, ili baadaye make. Sisi binadamu huu mpira ni mchezo wa nguvu, baadaye nguvu zinakuja kuisha na wewe ushajiingiza kwenye maswala ya soka, uwezi tena kucheza mpira utafikia utafanya ishu gani? Inabidi uingie kwenye ualimu au hivi bwana, ndio kama hivi. Kwa hiyo kama ukianza kusoma mapema, baadaye inakuwa rahisi wewe unapoacha mpira kwenda eh, kwenye ualimu kusaidia pia watu wengine waje eh, kucheza mpira. Kwa jina naitwa Ramadhani Shauri Tanga, ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu la Kigamboni KDFA. Tuko hapa leo katika siku ya mwisho ya kozi yetu ya grassroots kozi ambayo inaandaa walimu kwa ajili ya kufundisha vijana wadogo, ili waje kuwa wachezaji wakubwa, kwa maana ya kwamba waanze kupata mafunzo sahihi tangia wadogo. Na kozi hii leo inafika hitimisho, lakini kuisha kwa kozi hii maana yake ni kwamba kesho tunaanzisha kozi nyingine ya CAF Diploma D. Kwa hiyo ningependa pia kutoa usia wangu kwa jamii nzima kwamba ni vizuri watu wakajitokeza kozi hizi zinapotangazwa, ili waweze kuja kupata maarifa ya mpira, waweze kujua mpira, kwa sababu mpira sasa hivi unagusa watu wengi, unagusa maisha ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri kama mtu utapata elimu ya mpira. Aa, tunaposema kwamba labda kozi ya ukocha, haimaanishi kwamba wewe ukifanya kozi hii lazima ukawe mwalimu wa mpira. Hapana, bado unaweza ukawa umechukua hii kozi ikakusaidia katika mambo mengine lakini pia ikakusaidia katika uelewa kwa maana kwa ya kwamba hata utapokaa katika vijiwe vya kahawa unabishana, wewe utakuwa unabishana tofauti na mtu ambaye hana knowledge kabisa ya mpira. Kwa hiyo ningependa tena kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ametuwezesha kumaliza ikozi ya grassroots leo salama kwetu sisi KDFA. Kozi hii tunaona imekuwa na upekee kidogo kwa maana ya kwamba tuna mshiriki wa ikozi kutoka nje ya nchi yetu ya Tanzania, ametokea Gambia, anaitwa Modu Jobe, ambaye kwa maelezo yake mwenyewe anatuambia aliwahi kucheza national team. Ukiacha hiyo, tuna wachezaji ambao wamecheza ligi yetu hapa. Tuna golikipa Madikadedi ambaye alidaka Azam, kadaka Mtibwa, amedaka Mbea kwanza, lakini kuna Meki Michael ambaye na mwenyewe aliwahi kucheza ligi kuu akiwa Ojoro. Tuna mchezaji mmoja ambaye alikuwa Mbea site kwa hiyo ni kozi ambayo imekusanya watu wengi lakini pia wanahabari wako nyuma. Tuna wanahabari wa, wasiozi wasiopungua watano ambao na wenyewe pia wamekuja kupata mafunzo ya mpira wa miguu kwa ngazi hii ya grassroots. Hiki ni kitu ambacho kwanza kinatufanya hata sisi wenyewe tujisikie furaha na faraja kwa maana kwamba kimetuweka na watu wa fani tofauti. Kwa hiyo tunaamini kwamba kadri tunavyokwenda tutazidi kuboresha mambo basi inshaallah kwa uwezo wa Mungu tutafika kule tunapofikiria.